Ukitaka kutengeneza content mtandaoni uh, fikiria athari kabla ya kitendo, heshimu utu wako na wengine lakini kumbuka mitandao haisahau, tumia teknolojia kwa heshima. Bwana huko South Africa kwa hivi sasa, kuna hii clip ambayo tunaishuhudia inatrend sana huko katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Nataka nikufahamishe masuala mawili matatu kuhusiana na hiki ambacho wote tunakishuhudia huko kwenye social media. E bwana, uh, ni chapisho ambalo limesambaa li katika mitandao mbalimbali hasa Facebook, TikTok, hata YouTube hapa. Na wengi wanajiuliza maswali mengi sana kuhusiana na hii video ya huyo ama video za hawa ambao ameonekana kuvalia mavazi fulani. Wengine wakijaribu kulinganisha na wanafunzi, lakini wengine wakijaribu kulinganisha na watu ambao wapo kanisani na vitu kama hivyo, waumini wa dini ya Kikristo. Lakini hemuache huko, tusiingie sana kwenye udini, tuzungumzie zaidi kitendo ambacho kimetokea. Chapisho hili bwana linatoka uh, kwa mtu ambaye anaitwa uh, Tato Mahalaba, ambaye amelichapisha akieleza kwa huzuni kuhusu dada yake ambaye ameonekana kwenye video inayosambaa mitandaoni. Mwanamke aliye kwenye video ni dada yake mkubwa, anaomba msamaha kwa niaba yake, akisema dada yake hakudhamiria kufanya mambo hayo hadharani. Anadai dada yake alikuwa chini ya ushawishi wa kitu fulani, huenda kilevi au dawa. Kwa sasa, dada yake huyo yuko hospitali akipambana na hali ya maisha baada ya athari za video hiyo. Anasema video hiyo imemwathiri sana kisaikolojia na inahatarisha ndoa yake. Anaomba watu waache kusambaza na kufanya mzaha juu ya video hiyo. Picha hii unayoiona inaonyesha mwanamke huyo akiwa na mwanaume karibu na ukuta wa jengo na kisha akiwa peke yake nyingine. Ujumbe mkubwa ni kusambaza video au picha za watu bila ridhaa yao, hasa zenye madhara kwa heshima na maisha yao, kunaweza kuleta maumivu makubwa. Huu ni wito wa huruma, utu na kuwajibika mitandaoni. Tukijaribu kutafsiri chapisho la Tato Mahlaba, ajaribu kutupa ujumbe kama huo ambao nimetoka kukwambia, katika picha hizo mbili ambazo nazitizama hapo labda tu nikwambie, inaonekana mwanaume na mwanamke aliyevaa mwana sare ya rangi ya samawati na kofia wakiwa wamesimama karibu sana ukutani. Katika picha ya kwanza, wako karibu sana kana kwamba wako kwenye hali ya ukaribu usio wa kawaida au wa faragha, na inaonekana kama mwanaume yuko upande wa mbele wa mwanamke. Katika picha ya pili, mwanaume hayupo tena mwanamke amebaki peke yake bwana, kwenye ukuta huo. Kulingana na muktadha wa chapisho, linaashiria kuwa kitendo kilichofanyika hapo, ambacho hakijaelezwa wazi, kilikuwa na mwelekeo wa aibu au kilichofanyika bila udhibiti na kilinaswa kwenye video au picha ambayo ilianza kusambaa mitandaoni. Hata hivyo, bila video kamili na ushahidi wa moja kwa moja, hatuwezi kusema kwa uhakika walikuwa wakifanya nini, lakini kwa kuzingatia maelezo ya ndugu, tukio hilo lilikuwa na athari kubwa kwa heshima na maisha ya mwanamke huyo. Sasa wito wetu kwa jamii kuhusu tabia kujirekodi video za aibu na baadaye kujutia, kama hivi ambavyo tunaona majuto haya. Moja, fikiria athari ya kitendo. Yani, mara nyingi watu hujirekodi na kushiriki video zenye aibu kwa msukumo wa hisia, burudani, au shinikizo la marafiki, bila madhara baadaye. Kukumbuka kwamba video ikishasambaa mitandaoni, haiwezi kufutika kabisa. Mbili, ya heshimu utu wako na wa wengine. Kujirekodi au kuhusika kwenye video za kufedhehesha kuna athari si tu kwa wewe binafsi, bali pia hata familia yako, kazi yako, ndoa yako na heshima kwa jamii. Kumbuka mitandao haisahau, wakati mwingine pia utakuja kuaibika. Video za aibu zinaweza kurudi kukusumbua miaka mingine baadaye. Tumia teknolojia kwa hekima. Simu, kamera na mitandao ni zana nzuri, lakini zinahitaji busara. Chagua kuzitumia kujijenga, si kujiharibu. Elimisha na onya wengine tuwe na mabalozi wa kuelimisha ndugu na marafiki kuhusu athari za video za aibu. Toa msaada badala ya kusambaza na kucheka. Lakini mwisho kabisa, kujiheshimu ni suala la maisha marefu yenye utulivu. Usikubali sekunde chache za aibu zibomoe heshima uliyojenga kwa miaka.